Yo. Sasa kijana akitazama hivi anamuona mama yake muda mfupi tu uliopita walikuwa wameshikiana panga na huwa hanii. Anamuona mama yake kabisa na ni mama ambaye alishatangulia mbele za haki. Maana yake ni kama mama yake amemtokea mara kidogo anarudi tena kuwa huwa hanii. Akiwa amemsogelea anamfanyizia shambulizi la ghafla. Ma eade ia, sikudhani kama basi mpambanaji na shujaa ambaye anasifika angeweza kuingia katika mtego kirahisi kama ilu. Unapaswa kufuata mambo yako, achana na mambo yake. Lakini kijana bado ile hali kwa kichwani mwake, baada ya kumwona mama yake amepoteza fahamu na amelala pale chini. Sasa sijui itakuwaje kama basi huwa hani hii atarudi kule na kumkuta chuinon. Katika yale mazingira akiwa na Fu Hongxue, binti anawai haraka mule ndani, lakini alipofika kule inakuwa kama kuna kitu anakitafuta. Aliupata upanga wa Fu Hongxue kabla ajetoka, akamwambia haya, huo upanga umeushika, nini ambacho unataka kufanya nao? Huu panga hujawahi kuwawa kwako tangu awali. Na ndio maana ulimpa kesi Fuongshu kesi ambayo haimuhusu. Basi wakati wanazungumza pale, akamwambia ulimuomba, ulimwomba brother e, aje ili kusudi tuweze kucheleweshana e toida matendo yako yanajulikana na dunia nzima kwa sasa. Hauna pa kujificha. <laughs> Basi, jamaa naye akaanza kumwonesha unyama flani. Kumwambia kumbe unadhani unaweza kunifanya unavyotaka basi. Sasikiliza nikombe. Siku si nyingi nitaitawala dunia. Hivyo uogopi adhabu ya Mungu wewe. Wewe umesemaje? Mimi ndio Mungu. Jamaa anajiita Mungu. Ah, cheki jamaa jinsi ambavyo anakufuru aise. Anasema mimi ndio ambaye anaweza mfanya vyovyote vile, ndio nimemfanya vile alivyo leo. Mama yako wala hakumuua. Sasa nataka kumpa siri nyingine kwamba hakumuua mama yake na e, Miss Ma Fangling. Ma mama yake hakuhusika. Nani basi? Galia. Eh eh, akasogea mpaka karibu. Eti umesemaje? Shungshu bu shi niang. Lingyu. Mama yake hakuwa muuaji siku ile, wala usifikiri hivyo. Mtu aliyekuwa muuaji siku ile alikuwa ni Makochana. Kwamba Makochana alimuua mke wake. Makochana alimuua mke wake. Ch Mm. Na wakati alipokuwa anafanya mazoezi, e, alimfanya mkewe kama vile mbuzi wa kafara kufanya anachojaribu kujifunza. Halafu wewe ukatengenezwa kuwa binti wa muuaji. Umeishi na hiyo hatia miaka yote. Lakini sasa unakuja kujua miaka. Wamekudanganya sana. Sasa, angalia nawe unaingia katika mtego wa Marco Chan, alikuwa na mjali zaidi mwanae anakuacha eh. Sasa na we unataka, una, una kuingia katika mtego huo, kujaribu kumsaidia, kumwambia mahala pekee ambapo palikuwa ni sehemu yako ni kule tulipotoka. Haka hayo yote sasa yatakuwa yana faida gani? Bado siwezi kufanya chochote kuyarudisha maisha ya mamangu. Mtazamaji utanisame E, naumwa kweli yani, yani najitahidi tu nataka nimalizane na nini. Kwenye hii season kwa sababu zimebaki kama episode chache sana. Fikiri, zimebaki sio episode mbili, lakini naumwa kweli yani, yani najitahidi sasa hivi kwa kujikaza, hata sio muda mrefu zaidi, yani unasema haujapita hata mwezi, nataka utakuja kujionea. Mwambie unajua umechanganyikiwa

Iko ambacho natakiwa kukifanya nitakifanya lakini usinipangie. Kwa kadiri muda unavyozidi kwenda naendelea kuwa imara. Dasi ni ni, hebu angalia kitu umefanya. Sasa, wewe mwenyewe una tofauti gani na pepo au? Hivyo nadhani watu watakuheshimu kweli, kwa njia kwamba eti wewe huna mtu ambaye anaweza akakuweza Fu Hongxue na wengine wote unafikiri watakuacha? Unamtaja tena Fu Hongxue mbele yangu? Wewe unamtaja, eh, unamtaja mbele yangu mzee kabisa. Hivi haujui kitu gani ambacho namaanisha mimi, kwamba mimi ndo mwanamume wa wanaume katika dunia hii? Mimi sijui kitu gani hicho ambacho kinakufanya ujifanye. Mimi ni mwema, wewe ni mwema sana kwangu, mbona kama mambo unayoyapanga wewe si mambo mazuri? Mimi inafikia mahali sasa, naona sitakusamehe kwanza kamsogelea alivyosikia hivyo mm, kamwambia sasa, nimekupa moyo wangu. Kwa nini moyo wangu, kwa nini unanifanyia hivi? Sintakubali hicho unachonia mwanaume ule. Nidanganya mara nyingi sana, ni nando la co meo hivyo. Umewahi kunipenda mimi hata kidogo tu wewe? Binti akamwangalia kwa uchungu hata kumjibu anashindwa, anaona. Akamwambia kamjibu, sasa kamwambia hapana. E, kaamua kumjibu ukweli, hajawahi kumpenda hata wakati, sasa kule kote kuoga pamoja e, na kufanya vitu vyote vile m mm, na kujionyesha kwamba ndio mmiliki wa kila kitu. Mwanamke anamwambia ajampenda wakati. Mwingine upendo ni kitu cha kipekee cha kitofauti, ambacho hakina sababu ya wewe uwe na mali ndio upate upendo. Ni wachache sana wanaoangalia una nini ndio wakupenda e, eh. Wakati mwingine wanaume wengi wanaamini kwa kulingana na walivyo nao watapata upendo, hapo utakuwa unatumia nguvu nyingi sana. Sasa angalia Fu Hongxue, anajua kinachoendelea pale, lakini anasogea. Hii ni hatari sana, binti anachofanya pale, ananuia mambo yake ya kichawi pale, na adui yake namba moja ambaye anafanya hivi vyote ili ammalize ni huyo hapo. Sasa unafikiria nini kitatokea? Akauliza, wewe nani? Akasema ni mimi. Hakutaja jina, kajibu tu ni mimi. Sababu jamaa naye si kwa nini amwachi udada. Kwa sababu udada ana ma, ana mamikosi. Akamwambia, mm, imekuwaje umeamua kujibadilisha kuwa hivi? Ni mimi Fu Hongxue. Fu Hongxue ambaye alikupenda. Na wewe ukaamua kwamba utaolewa na mimi. Anamsogelea taratibu. Hey, ajajua binti saizi kashapikwa kwenye chungu ina maana hunikumbuki? Anamuuliza. Kamwambia, mwalimu wangu amesema sijawahi kukupenda, nimewahi tu kukuthamini. Anakudanganya wewe, mwalimu wako anajaribu tu kukutumia. Ni uongo, uong, nakwambia ukweli. Anakutumia kama tu silaha ya kunimaliza. Tayari sasa umekisoma kitabu chote na una nguvu zake zote. Ndio najua, unaweza usinitambue tena, lakini usiamini alichokuambia mwalimu wako. Unataka kuniambia unikumbuke kabisa? Akasema sikukumbuka. Eh, kidogo akachukua. Haya, sogea uone. Mwambie Falin, unafanya nini? Unakumbuka mara mwisho, eh, nilikuambia nini? Nilikuambia ntakusubiri katika nyumba yetu ndogo ndani ya siku tatu, sindio? Unakumbuka? Binti anatafuta zile kumbukumbu hazipati. Akasema Blossom Valley. Sasa hilo ni bonde au kile kijumba kile ambacho mara ya mwisho tuliona kuna maua maua mengi yaliyozunguka kule huko. Ehe, sasa binti akakumbuka ile ile memory kadi eh, kidogo akakumbuka na babake alivyokufa, ule uchungu ukamrudia, kajua huyu ndo aliemua babangu, akasema nimekumbuka. <laughs> Kijana akaendelea kusogea. Sasa hapo alipo mguu wenyewe ni mbovu, kashapigwa pigwa mapanga sana. Akasema umekumbuka ieai kamwambia umekumbuka, si ndio? Binti akamsubiria sasa, atafanyaje? Kamwangalia namna hii bila huruma. Hmm. nere tosi ni. Kwa hiyo yule aliyemuua baba ni wewe. Na ukaniingiza katika mtego kunipeleka oh, kule ili wewe uende ukamuue baba vizuri. Ndio. wafuji. vizuriahwfuci ni toini wewe ndio ulifanya kila kitu sio? Niko sahihi sio? fuhusha. Ili ni jina ambalo sitalisahau katika maisha yangu. Nguvu alizo nazo sio za kawaida. Alimpiga. He, yani kwa staili ambayo wajua, jamaa, sio kwamba ameshindwa kukinga isipokuwa anampenda huyo binti, kwa hiyo hawezi kufanya chochote. Ukimpenda mtu anaweza akakufanyia mambo ya ajabu, na ukanyamaza. Nilikusubiri ndani ya siku tatu pale katika kile kijumba. Angalia spidi alionayo binti hey, kwa sasa yani huyu sasa sio yule tena. Ana uwezo wa hali ya juu <coughs> sana. E, eh, sasa angalia. Kamdhibiti kama hivi pale, uwe makini mimi Fuhongshu. Usifanye hivyo. Kila anapotamka <coughs> hivi. Nimesema mtu ambaye anatakiwa nimuue ni Fuhongshu. Sasa kila anapotamka ndo anamweka katika ile hali ya hasira. Ule uchawi unamwambia anayetakiwa kuuawa ni Fuhongshu. Kwa hiyo akitamka hivi ndio anaharibu kabisa. Sasa mchizi anachofanya ni kukwepa zaidi kuliko haya. Kamdaka tena, uo cenda kai rai, kama kuniua mimi basi kutarudisha tena hali yako ya kawaida, hebu fanya hivyo basi. Hakutaka kufanya tena kitu kingine, akamwacha binti. Bint zinataka kumuua Hai, basi ni uwe anamtazama hivi atafanya kweli? Jamaa alipigwa pigo la kummaliza mtu, maana yake mifupa yote ile ya kifua imevunjwa vunjwa. Binti alifunga eh, aliamua kummaliza, na kilichofanyika dada yake alienda akamkingia fuamshuru kifua panga linaenda kwa Chwino badala ya kuenda kumaliza Fu. Cheki ah, upanga umepita kabisa. Mwambia sasa, ukishafanya hivyo ehe, nafikiri utakuja kujutia baadaye. Akamuuliza, wewe ni nani? Mm, sasa anapata kumbukumbu ya utotoni. Upanga umepenya kabisa, akamwambia Falin <todicatua> Hebu niangalie tena vizuri labda utanikumbuka. mm, si unaniona vizuri eh? ni mimi mdogo wako. Ni mimi naitwa Chuino na wewe, mimi naitwa Ma Fangling. akakumbuka watoto wao walikuwa ni watu wawili waliokuwa pamoja. Memories na kama zinataka kuja e, Anamwambia fikiria tena. Fikiria mara ya kwanza jinsi tulivyokutana <tune> tulikuwa wadogo namna hii. Urefu huwa. See, kumambia, ulikuwa umeshika kama mfupa hivi wa kondomu kononi. Eh, akamwambia sasa wakawa wanaongea juu ya kufundishana jinsi ya kucheza. Naye anamwambia nitakufundisha. Eh, binti kila kikumbusho anakuwa Akasema wakati huo wa ulikuwa huna hata rafiki hata mmoja na ulinihitaji mimi sana, ili tuweze kuwa marafiki. Hayo ni na mara ya kwanza tulipoonana. Ile siku palikuwa pananyesha barafu, tulikuwa katika jumba lenu la kifahari, ilikuwa ni majira ya baridi. Mm, siku ile tulipoona basi mvua ya barafu tulifurahia sana, basi wote wakaanza kukula ile siku ilikuwa wote walikuwa ni, hey. E, ni kutabasamu tu, kamwambia nikachukua mkono wako. Akainua mkono wake, mwambia hebu nikamate mkono wangu, nikwambie nilikwambia nitaendelea kuwa kuhakikisha na kulinda kila wakati. Sasa, binti anatafakari hicho kitu ni ukweli au hmm. eh, sasa ni kama yale mauchawi yamemfanya hawezi kuwa na ile hali ya kawaida kama binadamu, lakini baada ya kukumbushwa hii kitu, wanashikana mikono, wana connect tena, labda memory kirudi itamsaidia. Ebane akachomoa ule upanga nan yani. Dada wa watu sasa wa ndo ameshindwa sasa kupa kama ungesahau dunia nzima Ta. Haupasi kumsahau hata mdogo wako. Haifai. Kwa nini unamsahau mpaka mdogo wako? Yaani mtu ambaye mmekuwa pamoja, akiwa anakulinda Haya, anakumbuka wachawi wote walivyokuja wakamtengenezea tengenezea mauchawi ndio saa memory na eh mane alipokuja kuelewa kwamba alichofanya ni nini, anagundua tayari shafanya kitu ambacho sio. Anakumbuka jinsi alivyoishi na mpenzi wake vizuri. Anakumbuka namna walivyopendana. Huyo ndo mwanaume ambaye basi alimjua katika wanaume wote, huyo ndo mwanaume aliyemtoa usichana wake, ndio mwanaume ambaye alimpa ujauzito ndio mwanaume ambaye mimba iliyoharibika ilikuwa ni yake, ndio mwanaume ambaye alikuwa yuko tayari kupoteza maisha ili kupambana kwa ajili yake. Leo imekuwaje kugeuka namna hii? Anamwona chwinon, anamwona Fu Hongxue. Memori sasa si imesharudi, ndo sasa anapata picha halisi kwamba kamuua mdogo wake. Mikono yake imefanya kitu ambacho hakukitarajia. Mtazamaji zingatia subscribe YouTube yetu hapa, kama hujawahi kufanya hivyo, mimi nakuomba sana, sana sana, usitazame tu lakini husubscribe kabisa. Ukifanya hivyo maana yake unatutengenezea kitu fulani cha uzito mwingi sana. yaani mimi ninachokuomba wewe usi unatazama na unaburudika, subscribe e, subscribe, bonyeza kengele, halafu share video zangu binti, okay. pale ch Mm, anamwambia hata usilie tena dada, usilie sasa. Unajua, tayari tayari jambo limeshatokea, ni kwamba kwamba binti kishafanya makosa, sasa hapa unafanya nini tena? Kwa kwa kwa hiyo hiyo wakaanza tukubembeleza, walipeana ahadi nyingi sana, hata utuzimani wao na ali, kwamba, niamua, na na na alimkubalia, mimi mimi bwana, nimeamua nitakuwa na huyu na yule, kwa hiyo mimi nitakuachia Fu Hongxue. Alikubaliana kama mtu na ndugu yake, sio kwa sababu eti naona hampendi Fu Hongxue ila aliamua kwa sababu dada yangu ameshampenda huyu, nitumie hekima zaidi, nimwache dada aenjoy afurahie. Na alikuwa anampenda kwenye kiwango ambacho yani yuko tayari kufa kwa ajili yake. Tumeona mara nyingi, hata sasa hivi tu muda mfupi tu uliopita, amemkingia kifua na upanga ukao umeingia kwenye kifua chake. Kwa hiyo upanga umerudishwa kwa mwenye upanga, akamwachia ujumbe, akamwambia hakikisha utamlinda dadangu, hakikisha utamwangalia

na jinsi ambavyo wamepitia hapa na pale zile hali za kimaisha katika mapenzi yao, na leo sasa, hii sasa sio tena fake kwamba eti sijui atafufuliwa, basi ya leo hii imetokea, ndo yenyewe kabisa dh walipoenda mara nyingi huko oh, mambo mengi yaliyowahi kutokea, jinsi binti alivyofanya shughuli zake nyingi za dancing, yako mambo mengi ambayo basi yanarudi kwa kama memory. Huyo ndio yule binti aliyojitoa kwa moyo wake wote, akihakikisha kwamba ndugu yake siku zote, basi kwa sababu amelelewa pamoja, atakuwa mwenye furaha sana. Ikiwa una tangazo lako la biashara, unaweza kulitangaza katika video zetu hapa na ikiwa basi pengine unahitaji YouTube channel unaweza kuwasiliana nami kwa namba za simu ambazo mara kwa mara zinaendelea kutokea katika skrini yako, zitumia namba hizo, na unaweza kuwasiliana nami channel za YouTube. Sasa e, zimekuwa ni kama kitu cha msingi e, ambacho basi kwa kifupi, kama wewe unajitafuta na nini, unahitaji sana kuwa na channel yako, kwa sababu ukweli ni kwamba e, ili uweze angalau kupata kipato huwezi tena kutegemea kufanya aina moja ya biashara, unatakiwa uwe hata na kitu cha pembeni unafanya. Sasa ili uweze kufanya mambo yawe mazuri na rahisi, uwe na chaneli yako ya YouTube. Lakini YouTube sio YouTube, ndugu zangu eh. YouTube inataka utaalamu sana katika kuiandaa na kufanyia setup muhimu, ili iweze kukuletea wewe kipato. Sio kila YouTube huwa inaingiza kipato. Hey, nafikiri naeleweka eh Eh, inaitwa YouTube lakini sio kila YouTube inaingiza kipa. Eh, ni kama aina ya magari, sio kila gari ni daladala. nafikiri nimeeleweka eh, kwao lazima uelewe ni kama gari, yani gari zina aina za gari, sio kila gari ni daladala, sio kila gari inaweza kubeba abiria. Basi naomba nikushukuru; tutakutana katika episode ya mbele eh, baada ya burudani hii bila shaka najitahidi kusema ukweli na ufa. Lakini basi tuombe uzima, pengine nikamalizana na nyinyi katika tamthilia hii ndani ya siku chache hizi au basi hata leo pengine au kesho tukamalizana nayo kabisa, lakini inaumwa kweli kweli. Na naomba pia, ikiwa utafurahishwa na kile nilichofanya katika kazi hii, basi unaweza kunitumia at least, sio mpesa ama airtel ama, I mean, airtel money au kichochote cha kama kunipa e, pongezi, bwana DJ nimefurahi ongera na mambo kama hayo. Hayo ndio maisha, si ndio jamani? Haya, tutakutana kwenye episodi ya mbele.